Kwa mwanamke atasema, ewe Mwenyezi Mungu, nijalie mume mwema mwenye tabia njema na anayeniongoza kwenye kheri na kunifanya niwe salama moyoni na mwilini. Na kwa mwanaume atasema, ewe Mwenyezi Mungu, nijalie mke mwema mcha Mungu, mwenye heshima, upole na suburi. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo ndugu yangu, nataka nikupe dua muhimu sana, dua itakayokusaidia kupata mke mwema au mume mwema kwa njia sahihi, kwa njia ya Qurani, dua na tawakali. Kaa nami mpaka mwisho kwa sababu dua ya leo inaweza kukubadilisha safari, inaweza kubadilisha safari yako ya ndoa milele. Ndugu yangu katika imani, dua hii inaweza kukuletea mwenzi mwema haraka kuliko unayofikiria, ikiwa moyo wako uko tayari. E, katika maisha haya kuna watu wengi wanatafuta wenzi wa maisha lakini wanaona changamoto wakikutana na wengi. Kuna watu wengi wana, wanaotafuta wenzi wao wanatafuta wanaowapenda lakini wamekuwa hawapati kabisa, wanatafuta wanaoendana nao katika maisha, na wengine wamejaribu mitandao, marafiki na hata familia, lakini bado mioyo inaendelea kutafuta neema ya kweli. Wanaona matumaini yakiisha kila siku, wakihisi upweke au kuchanganyikiwa. Wengine wanajikuta wakikimbia raha za muda mfupi, wakidhani labda hivyo ndivyo watakavyopata furaha, lakini ndani ya mioyo yao wanajua kuwa mke au mume sahihi ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yenye baraka na haiwezi kupatikana kwa bahati tu, bali kwa muda na subira. Ni kwa wale wanaosubiri kwa imani na kuomba kwa dhati, kwamba Allah huleta neema ya kweli na kuunganisha mioyo kwa njia ya upendo na heshima. Ndugu yangu katika imani, ukianza kufanya dua hii na kusafisha nia yako, utaanza kuona mabadiliko, utulivu wa moyo nguvu ya ndani na watu wema kuanza kufuata katika maisha yako. Kwa hivyo, ndugu yangu, dua yenyewe ni hii hapa unayoiona. Dua yenyewe ni hii hapa. Nimeiweka kwa maandishi ya Kiswahili ili kwako iwe ni viepesi kuifahamu na kuikariri. Hii ni aya ila nimeiandika kwa maandishi ya Kiswahili ili kwako iwe ni rahisi sana kuisoma. Kwa hivyo utasema Rabbana hablana min azwajina wadhuriyatina qurrata ayuni waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wadhuriyatina qurrata ayuni

Ndugu yangu katika imani, dua ni hiyo hapo unayoiona. Hiyo ilikuwa ni aya lakini dua nyingine hii hapa chini, ambayo utasema allahumma rzuqni zawjan salihan yakunu qurrata aini li wa sababan fi hidayati wa saadati wa rzuqni min fadlik wala tajalni mimman yadiluna fi iktiyarihim. Kwa mwanamke atasema, ewe Mwenyezi Mungu nijalie mume mwema, mwenye tabia njema na anayeniongoza kwenye kheri na kunifanya niwe salama moyoni na mwilini. Na kwa mwanaume atasema, ewe Mwenyezi Mungu nijalie mke mwema, mcha Mungu, mwenye heshima, upole na subra. Ndugu yangu katika imani, ikiwa mawaidha haya yamekugusa, basi sema amin hapa chini kwenye komenti. Ikiwa mawaidha haya yamekugusa, basi sema amin, weka komenti yako hapo chini. Na kama unatafuta mwenzi mwema, fanya dua hii kila siku, kabla ya kulala. Mwenyezi Mungu hakatai dua ya moyo uliovunjika, wala moyo unaomtegemea yeye peke yake.